Ujambo na karibu tena mtazamaji wangu mahali popote ulipo. Niombe na matumaini yangu kwamba ubweri wa afya na Mwenyezi Mungu anaendelea kukulinda. Karibu nikufahamishie jambo linaloendelea kutokea nchi jirani ya Tanzania. Mtazamaji, kama vile nilikuwa nimekufahamisha, siku hii ya leo tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka wa 2025 ni siku ambayo Watanzania walikuwa wamepanga rasmi kwamba watakuwa wanarudi kwa barabara kuenda kufanya maandamano ili uh, kuweza uh, kusisitiza serikali ya Tanzania iweze kutimiza vitu ambazo wanasema wanataka ziweze kufanyika kama uh, kutafuta katiba mpya na kuweza kurekebisha baadhi ya mambo ambayo wanaona kwamba yanaenda vibaya. Lakini pia wanasema kwamba viongozi wengi ambao walichaguliwa uchaguzi wa tarehe 29 walichaguliwa kwa njia ambayo Uh, mpaka leo hawajawahi kuelewa ilikuwa namna gani, kwa sababu uchaguzi uh, wa Tanzania haukuwa free and fair. Mtazamaji wangu, nataka hata kabla tunaendelea kuzungumza zaidi, ni kupe nafasi kwanza utazame baadhi ya videos ambazo naona zinatrend sana katika mitandao ya kijamii uh, siku hii ya leo, siku ya maandamano. Mtazamaji wangu, maandamano ya tarehe tisa ambayo Watanzania wanasema kwamba wanafanya maandamano ya amani maandamano ambayo hayana furugu bora tu uh, matakwa yao yaweze kutimizwa na serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan, kwa sababu wanasema kwamba kuna mambo mengi sana yanahitaji mabadiliko uko nje jirani ya Tanzania, going forward kama kubadilisha katiba, kwa sababu wanatumia katiba ya 1977 mtazamaji wangu, na wanasema kwamba kuna mambo mengi sana ambayo wanafaa kuinclude kwa hiyo katiba ambayo watakuwa wanatumia. So kwanza kabisa tazama hii videos, alafu niendelee kukuonyesha sehemu tofauti tofauti vile shughuli zinaendelea hii ya leo siku ya maandamano a, mtazamaji wangu, maandamano ya watanzania wakipinga uongozi wa mama Samia Suluhu Hassani. Kwanza kabisa tazama hizi videos. Tarehe tisa Disemba inaenda kuwa mbaya, inaenda kuwa mbaya kwa sababu this time watu wamejipanga. Wa, unajua maandamano yale ya kwanza taih tisa, hakuna mtu alitegemea alitegemea Samia anaweza kuwa na ushetani ule wakwamba wa kutoa oda ya wananchi kuuawa. Unaona, yani ni kwamba mpaka kuna, wa, kuna askari ambao wako kwenye jeshi la polisi walikuwa shocked na walikataa zile oda unaona, na wanajeshi ndo walikuwa shocked kabisa, kwa sababu hawakutegemea risasi wananchi kupigwa risasi. Walitegemea vipigo vinini, afu wao watawalinda. Hawakutegemea watatokea watu wanapiga risasi, wanafanya nini, hawakutegemea hicho kitu. Sasa this time wamejipanga kwa sababu wanajua kwamba Samia ni mnyama kiasi gani, ni shetani kiasi gani. So this time wamejipanga, ndio maana nasema this time, time haitakuwa nzuri. So it's important, jamani, nyie wenye influence, wazee wanani, it's important, it's important hii serikali mkakaa nayo, it's important ikatafutwa njia ya kumuondoa Samia kabla ya tarehe tisa Disemba. Ikatafutwa njia yoyote Samia kuachia nchi kabla ya tarehe tisa Disemba. Because inaenda kuwa mbaya. Naambieni mimi. Sasa hivi kuna polisi yani, ndio maana sitaki kuongea too much sababu, nitawasaidia ndugu zangu. Nitawasaidia, sitaki kuongea too much ndugu zangu. Mimi, yani ni hivi, kuna wanajeshi sasa sa hivi wamekuwa suicidal. Navokuambia, kuna wanajeshi wamepata depression wamekuwa suicidal wanataka kujiua ndugu zangu, kwa sababu ya kuruhusu wananchi kuuawa vile. Kuna wanajeshi sasa hivi wanajisecond guess kuna wanajeshi sasa hivi wanajisecond guess, especially baada ya Samia kuingizwa kuwaingizia zile hela, mpaka wanauliza tuna, tunazirudisha wapi tunazirudisha vipi. Wamekuwa suicidal, wako so guilt ridden kwa sababu ya kuruhusu vile vifo vilivyotokea, kwamba they didn't do enough yani wanajilaumu. Kwa maana hiyo this time tarehe hii ya pili wamejipanga vibaya mno ndugu zangu, wamejipanga kupambana vibaya mno na haya mauaji. Kama ambavyo mmesikia, tarehe tatu jeshi la polisi lilitoa taarifa ya tishio jingine ambayo linahamasishwa kwenye mitandao e, na wanaharakati mbalimbali mbali na watu mbalimbali wasioitakia mema nchi yetu wameendelea kuhamasisha na kusema tarehe tarehe tisa ya mwezi huu wa kumi na mbili yani, kesho wana kesho kuna watu wanahamasisha na kupanga kufanya maandamano wanayoyaita ya amani yasiyokuwa na ukomo. Maandamano hayo ya amani yasiyokuwa na ukomo hayaonekani, yanaombwa na nani, kwa utaratibu gani? Lakini maandamano ambayo tunafahamu sisi yaliyo yaliyo na, na compliance, na katiba ya nchi yetu lakini na sheria za nchi yetu ni yale yanayoombwa na mtu makususi, na yanakuwa yana ujumbe makususi, na yanasema shabaha yake ni nini, lakini yanaeleza yatafanyika wapi, yatatoka wapi hadi wapi, ili jeshi la polisi liweze kutoa huduma ya watu hao wenye ujumbe wa namna hiyo. Haya yanayoelezwa kama ambavyo imeelezwa katika taarifa kwa umma ya jeshi la polisi iliyotolewa tarehe tano ni kwamba hayana mwombaji hayaelezi yanatoka wapi kwenda wapi hayaelezi ujumbe ni nini ila tu yanaeleza kwamba yatakuwa hayana ukomo na tunaambiwa kwamba ni makubwa kuliko yale ya tarehe ishirini na tisa ndugu zangu wanahabari kama yakiwa hayo ni maandamano yasiyo na ukomo maandamano ambayo ni makubwa kuliko yale yale ambayo watu walichoma mali za watu, walichoma vituo vya mafuta, walichoma majengo ya serikali, wamechoma vituo vya polisi, yale yaliyosababisha watu wakafa. Sasa hayo tunayoambiwa ni makubwa zaidi ya hayo. Sasa hayo siyo maandamano, kwanza kwa sababu hayana kibali kwa mujibu wa sheria, lakini pili hayaeleweki, yanafanywa na wakina nani ili tujui hata tuzungumze nao. Lakini tatu, yanaambiwa hayana mwisho. Sasa hayo sio maandamano, hayo ni mapinduzi wakijipanga sana. Uh, in fact niliona jana, uh, kama vile unaona hapo kwa screen, kulingana na habari ambayo ilichapishwa na NTV, watu walikuwa wanafamia supermarkets kwa maduka kununua maji, kununua vitu za kutumia kwa nyumba, kwa sababu uh, kuna wale watu ambao hawataki kutoka wakati ya maandamano itakuwa inaendelea, so walikuwa na rush kuweza kununua hizo vitu kuweka ndani ya nyumba ili kumekishwa kwamba watakuwa na toka, toka watakuwa na chakula ya kutosha, watakuwa na maji ya kutosha, watakuwa na vitu za kutosha, kwa sababu hayajulikani, hiyo ni maandamano ambayo itakuwa ya siku ngapi, kwa sababu uh, watanzania wanasema kwamba ni lazima haki yao iweze kuweza uh, uh, kusuluhishwa na Mama Samia Suluhu uh, ili waweze kuacha maandamano. Unajua last time, kwanzia walifanya maandamano karibia siku tano na mtazamaji wangu, hakuna kilichobadilika. Wakaja wakasimamisha kwa sababu ya mauaji ambayo yalikuwa alikuwa anaendelea, mtazamaji wangu, aa, ambayo yalitikisa dunia, ambayo yalishangaza dunia, kwa sababu aa, ni mara ya kwanza kuona nchi ambayo iko na president ambaye ni mwanamke na watu wanaweza kupoteza maisha aa, vile tuliona Tanzania, watu wengi sana wameweza kupoteza maisha. Unajua aa, kuna vitu ambazo zinahusishwa na aa, uongozi wa mwanamke Uh, ama tulikuwa tunafikiria kwamba uongozi wa mwanamke huwezi ukapata, kwamba uh, mauaji yanafanyika kwa kiholela kwa sababu huyo ni mama na uh, ni mtu ambaye amezaa na wana watoto. So unapata kwamba mama uh, watu wengi wanafikiria ama walikuwa na op kwamba mama atakuwa na ile roho ya huruma kwa sababu ya watoto. Kwa sababu amelea mtoto na hawezi akakubali kitu kama kile ambacho tumeona Tanzania kiweza kufanyika, lakini imekuwa tofauti kwa sababu, mtazamaji wangu, ukiangalia uh, vile mambo ambayo yalifanyika Tanzania rais akiwa ni mwanamke, sidhani kama Afrika kuna mahali pengine hayakumewahi tokea kitu kama hiyo. Nadhani kwamba Tanzania ndio ilikuwa ya kwanza kabisa kuwa na rais mwanamke na mauaji yakatokea vile yalitokea, baada ya uchaguzi wa tarehe um, 29, mtazamaji wangu so naendelea kukufahamisha uh, vile mambo yanaendelea. Unajua mtazamaji wangu, huko Tanzania bloggers wa huko wamekuwa na shida sana kwa sababu ya hiyo katiba yao. Uliona hata uh, wanaharakati uh, kina Mangi uh, Kimangi uh, mtazamaji wangu, akaunti zao ziliweza kufungwa, akaunti za hiyo uh, TikTok, sorry, akaunti za Meta, akaunti ya Instagram, Facebook na WhatsApp. Serikali ya Tanzania iliandikia barua Meta na wakawambia kwamba kama hamtafunga hizo akaunti tatu nimewatumia, basi tutaweza kufunga sisi mambo ya Meta Tanzania. Tutafunga Instagram, tutafunga Facebook, tutafunga WhatsApp. Hatutaki hiyo story yenu. Kama hamtaweza kufunga basi na sisi tutafunga. So unaona kwamba ni challenge kubwa sana mtazamaji wangu wa, wa Tanzania kwamba mtazamaji wangu bado kuna shida kwamba kuna mtu ambaye anaweza akaamua siku moja afunge internet na hakuna kitu mtamuuliza. Mtu anaweza amua afunge Facebook uh, instagram na hakuna kitu mtamuuliza. Uh, nadhani kwamba hiyo ndiyo sababu nyingine wanatafuta katiba mpya, lakini ngoja tuone vile mambo yatakavyokuwa. Cha msingi kisha unaendelea kusubscribe na kufuatilia Jitan Daily Politics kwa sababu nitakufahamisha chochote ambacho kitakuwa kinaendelea.